Wale wa Mafia, wale wa Mafia, jimbo la Mafia wameitwa kwenye usaili. Majina yenu ni kama yanavyoonekana hapa, na hakikisha unaichukua tarehe hii ya usaili. Unatakiwa huifahamu tarehe ya usaili. Usaili utafanyika tarehe nane mwezi wa kumi, elfu mbili na ishirini na tano kuanzia saa tatu asubuhi. Vituo vya usaili vitakuwa kwenye kila kata kama ifuatavyo: Kata ya Baleni kata ya Baleni mahali ya usaili itakapofanyika ni shule ya sekondari Baleni. Kata ya Kanga, usaili utafanyika shule ya msingi Kanga. Kilindoni, shule ya msingi Kilindoni. Miburani, shule ya msingi Chemchem. Ndagoni, shule ya sekondari Kidawendui. Kirongwe, shule ya msingi Sharaza, na Kiegeani, shule ya msingi Kiegeani Jibondo shule ya msingi Chole. Kwa hiyo hakikisha unafahamu sehemu ambapo usaili utafanyika na usaili utafanyika tarehe 8 mwezi wa 10, 2025. Wasimamizi wa vituo vya kupigia kura na wasimamizi wasaidizi wa vituo vya kupigia kura, majina ni kama yanavyoonekana katika video hii, lakini kwa uharaka na urahisi zaidi pata PDF hii katika grupu letu la WhatsApp, link nimekuwekea katika description ya video hii, na hakikisha umejipanga kwa usaili, hakikisha umejipanga kwa usaili uweze kujua baadhi ya maswali ambayo yataulizwa katika usaili. Kwa hiyo join katika grupu letu, lakini pia unaweza kutuuliza namna gani au ni aina gani ya maswali ambayo yanaweza kuulizwa katika usaili wa namna hii na kwa wale ambao wamesubscribe chaneli yangu asanteni sana, na kwa wewe ambaye hujasubscribe, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii, share na wengine ili waweze kupata taarifa hizi. Hii channel ya FEABOY inahusiana na update zote kuhusu ajira, elimu pamoja na mbinu mbalimbali, ikiwemo jinsi ya kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Lakini pia tunatoa huduma mbalimbali kwa jamii, kwa hiyo unaweza ukatucheki kuweza kupata huduma zetu. Namba zangu za WhatsApp zipo katika description ya video hii. Bonyeza tu link, utaweza kunipata moja kwa moja katika whatsapp yangu, na ni kushukuru wewe ambaye unafuatilia channel yetu. Mungu akubariki, asanteni na karibuni tena.